Naitwa Mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Elisa Mugisha, ni kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza. Kama taarifa za awali zilivyosema, Mheshimiwa mkuu mkoa, sisi tulipokea taarifa za moto na tukafika hapa ndani ya dakika tisa baada ya kupokea taarifa tukawa tumefika, lakini tumekuta moto ni mkubwa sana, lakini tumeweza kudhibiti ili usiweze kusambaa. Hapa kuna ni biashara ambao, na eneo kubwa lilokuwa limeathirika ni sehemu ambazo zina magogo mbao pamoja na mashine lakini tumeweza kupambana kwa wakati tulivyoweza, tukazuia moto usisambae. Na kwa jumla waathirika wakubwa ni kama 12 lakini kuna wengine wadogo wadogo, jumla wanafika kama waathirika 30 japo soko hili lina wa, watu zaidi ya elfu moja. Kwa hiyo kwa kwa kiwango kikubwa tumeweza kupambana na moto mpaka kufikia hatua ambayo tumefikia kuuzima kabisa, lakini kinachofuatia ni uchunguzi. Tumeshaanza uchunguzi na tukishabaini chanzo cha moto tutakuja kuambia. Zipo taarifa nyingi mbalimbali, lakini nadhani hizo sio rasmi. Taarifa rasmi itatolewa baada ya kuwa tumekamilisha uchunguzi. Lakini kingine nachoomba, mheshimiwa mkoa mkoa, ni kuambia wafanyabiashara hawa na wengine, unapopata tatizo la moto, basi piga namba ya dharura moja moja nne. Wengine wanaanza kuhangaika kuhamisha vitu, kuwajulisha wakubwa zao mabosi na kadhalika. Hiyo ni, ni, zu, ni swala zuri, lakini cha msingi ni uhakikishe Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limepata taarifa ili tufike kwa wakati na kuweza kuokoa mali zako vizuri. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakukaribisha sana. karibu sana. Ni yako majanga ambayo yakitokea, serikali haiwajibiki nayo, na ndiyo maana tunawataka kila mfanyabiashara angalau kujitahidi kuzingatia kanuni ya kuwa na bima, kanuni ya kuwa na tahadhari kuhusiana na majanga mbalimbali. Lakini la mwisho, wakati nauliza hapa walinzi hapa ambao wanalinda hapa, wanayo elimu kuhusu moto? Maana sisi wafanyabiashara tunakuwa tumeshaenda kujipumzisha, lakini wanaolinda mali zetu na mitaji yetu tena mikubwa tu ni watu ambao tumewaajiri sisi na kuwaweka hapa. Lakini unaweza ukakuta wale, eneo hili lote hata kungekuwa na mitungi miwili mitatu, pengine ingeweza kusaidia katika kudhibiti moto kabla hauja enea. Lakini pili, hata mlinzi hapa, ukimwita ukimuuliza, namba ya zima moto ni ipi, au namba ya jeshi la polisi ni ipi, ikitokea dharura kwenye lindo lako, hajui namba ya OCD, hajui namba ya emergency, hajui namba hata ya moja moja nne, hajui. Kwa hiyo ni vizuri pia hawa tunaowakabidhi dhamana pia yako mambo basics ambayo ni lazima wafundishwe, ni lazima wayafahamu. Sasa wakati nauliza hapa, moto umetokea, walinzi wanahangaika kutafuta wenye mali. Sasa wenye mali wengine wamelala, wengine wenye mali wamepumzika baada ya kutoka kwenye, kwenye tarawe, hawapokei simu. Wao wanang'ang'ana kuwatafuta wenye mali lakini kwa mlinzi mzuri angeanza kwanza kuvitafuta vyombo vya dola. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu hata mwenye mali ukimpa taarifa ya awali inawezekana akachelewa kufika hapa, lakini jeshi la zimamoto na uokozi kwa sababu liko jirani hapo ukipiga 114, wangefika hapa mara moja. Wanapofika hapa, wanapoanza zoezi lao, au wakiwa njiani kufika hapa, ndipo unapoweza kumweleza mwenye mali kwamba hapa kuna jambo fulani linaendelea, na tungependa uwepo hapa ili kuangalia mali na usalama wako. Kwa hiyo nafikiri elimu hii ni muhimu sana, na baada ya maelezo yangu hayo, nirudie tena kutoa pole kwenu. Tuendelee kuwa na subira katika jambo hili. Serikali itaendelea kufanya uchunguzi wa tukio. Kama ni hitilafu ya umeme, kama ni jambo jingine lolote, tutalibaini tukisha libaini nitakaa na wale wote ambao wameathirika na tukio hili, tamsikiliza mmoja mmoja na tutaona namna gani bora ya kuwafanya ndugu zetu hawa warejee katika maisha yao ya kawaida, kwa sababu adhima ya serikali siku zote ni kuona wananchi wanachapa kazi, na ajali ikitokea, hatuwezi kuzungumza uzembe, tunazungumza namna gani ya kushirikiana baada ya ajali, kufanya nini kutokea kwayo. Ninawashukuruni sana. Tuendeleeni kuwa watulivu na siku si nyingi. Kamanda, kamilisheni taarifa na uchunguzi kwa haraka, na baada ya hapo tutakaa nao, tutazungumza nao, halafu tutapanga mipango ya namna gani tunatoka hapa kuelekea mbele. Asanteni sana kwa kunisikiliza.